Sawa, wewe ni moja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu wa uhama wanasema kwamba watu upande wa Mbowe hilo nice. <laughs> Kwa hiyo sio kweli, sio kwamba kila mtu alia, ama ni mtu watu wa mnaoita wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba hayo mambo uchaguzi ulishakwisha. Sasahivi hakuna mtu wa Mboe wala hakuna mtu wa Lisu sasahivi, kuna watu wa CHADEMA hususani kwa sisi tuliokuwepo hapa, itabaki kwa hivyo, na tutaendelea kukoma tupogo tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki, lazima sisi tuchukue wajibu wa ku satisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi, hatuwezi ku sell out. Haya mawimbi yanayokipiga chama chenu una nini, ni naturally yanatoka eh, ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo mnatokaje hapo? Of course, kuna external forces. Eh, kuna watu wanajaribu ku take advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu, hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni eh, malalamiko yapo katika vyama vyote eh, watu watalalamika kwenye Chadema, hiki akikwenda sawa, hiki akikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wao wa urais mwaka huu. Kwa hiyo hivi hivi vitu vipo lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tuko kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tuna discuss, tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndiyo tumaini pekee lilo baki la Watanzania, labda na jeshi kule jimboni kule Mbeya tumeona e, tume imegawa jimbo ambalo lilikuwa mbunge wake, na mwanzoni, kabla ya kugawanywa, kulikuwa na, na, na kelele kwamba mafahali, tunaona mkoa wawili pale. Uko Sugu iko tulia, kama jimbo limegawanywa, ikitokea mnakwenda kwenye reforms, reforms zimepatikana, wewe utakaa wapi sasa? Me, siwezi kwenda huko kwa sasa. Kwa sasa kilichopo mezani ni kudai reforms. Yani siwezi kusema kwamba Eh, niki, niki siku ya harusi nitavaa suti ya bluu wakati sina hata mchumba <laughs> unanielewa sio? Kwa hiyo kitu kilichopo sahizi mezani ni no reforms no elections. Tunaibeba hii ajenda tunaipeleka kwa Watanzania, tunaipeleka kwa makundi mbalimbali. Tunashukuru sana namna ambavyo tech wamepiki na viongozi wengine wa, eh, wa dini tunataka wadau mbalimbali wenye sauti mkiwemo nyinyi waandishi kuendelea kupushi hii ajenda ili eh, ifikie eh, ifikie eh, matarajio au malengo ambayo yanaisukuma ajenda hii, watu wapate viongozi waliowachagua kwa sababu viongozi waliochaguliwa na watu huwa wanawajibika kwa watu, na hichi ndio tunachokitaka. Tunataka viongozi waliochaguliwa na watu ili wawajibike kwa watu. Pamoja na kwamba ajenda yenu ya reform imeeleweka kwa wananchi, lakini kwa serikali ambayo tunategemea, mnategemea hata nyinyi, ichukue hatua, naona serikali kila siku imekuwa ikisisitiza kwamba reforms zimefanyika. Ikitokea serikali ikaendelea na msimamo huu huu, what next? Tuko kwenye vikao sasa, tunataka kupreempt kama tulivyosema hata awali kwamba tutakwenda kwa wananchi tutarudi mwezi wa tano kufanya tathmini. Tathmini hatufanyi kwenye mitandao au hatufanyi barabarani, tunafanya kwenye vikao kama hiki, na ndio maana viongozi tuko hapa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tutatoka na chama kitasema tumefikia wapi na tunaenda